Bashiri Yakubu ndo jina langu na ni wakili msomi mwandamizi wa mahakama kuu ya Tanzania. Uh, kumekuwa na matatizo mbalimbali hasa kuhusiana na haya masuala ya kesi za polisi. Uh, sidhani kama kuna mtu anaweza akasema kwamba hajawahi kuwa na ndugu ambaye amefikishwa kituo cha polisi. Sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza akasema hivyo. Ni katika maisha yetu ya kawaida, mtu anafikishwa kituo cha polisi. Huenda mtu akawa ametenda kosa kweli ama hajatenda lakini nachotaka kusema ni kwamba si rahisi ukamkuta mtu mzima akakwambia kwamba hajawahi kuwa na mtu yoyote ndugu au jamaa ambaye hajawahi kufikishwa kituo cha polisi. Leo katika mada yetu tutakuwa tunajadili vitu gani ambavyo vya vyakuzingatia pale ambapo unapata taarifa kwamba ndugu yako amefikishwa kituo cha polisi. Unaweza ukasoma hapa juu tunasema nini ufanye kwa haraka ikiwa ndugu yako anashikiliwa kituo cha polisi. Yani, fikiri hapo, ulipo, ulipokaa hapo kwamba umepata simu kwamba ndugu yako fulani ameshikiliwa kitu cha polisi. Ni vitu gani kwanza unatakiwa kujiandaa navyo? Ni vitu gani unatakiwa uvifanye? Ni hatua gani unatakiwa uzichukue? Hicho ndio kitu ambacho tutakuwa tunakijadili. Uh, huenda jambo hili wa, wa, wa watu wanaweza kana, najua baadhi ya vitu vichache kuhusiana na vitu vya kufanya, lakini sasa nataka nikuelezee vitu vya msingi na vya kisheria ambavyo sasa ukipata simu tu kwamba ndugu yako iko kituo cha polisi, ujiandae navyo una ni kitu gani unaweza ukafanya. Jambo hili linaweza kukusaidia wewe, inaweza kumsaidia ndugu yako jamaa yako au mtu mwingine yote, kwa sababu katika maisha tunayoishi hizi habari za mtu kufikishwa kituo cha polisi ni sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo kaa msikizo, wakili msomi mwandamizi anakueleza nini kuhusiana na jambo hili ambalo kimsingi lina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu. Unaweza kusoma hapo juu kama mada ambavyo inajionesha kwa uzuri kabisa kwamba nini ufanye kwa haraka ndugu yako anapokuwa anashikiliwa kituo cha polisi. Umepata taarifa kwamba kuna ndugu yako anashikiliwa kituo cha polisi, ni kitu gani ambacho unaweza ukafanya kwa haraka? Dondo yetu ya kwanza unaweza ukaiona hapo juu, inaeleza vizuri. Tunasema kwamba ujue kwanza uko kituo gani. Hili ni jambo la msingi sana, kwamba mtu amekupigia simu, amekueleza kwamba eh, ndugu yako amefikishwa kituo cha polisi, lazima ujue ni kituo gani kwa sababu vituo viko vingi. Inaweza kuwa katika wilaya, inaweza hata katika mtaa. Kuna mitaa mingine ina kituo cha polisi zaidi ya kimoja, kwa hiyo lazima ujue kitu cha kwanza, yupo kituo gani. Hili jambo la msingi sana, kuweza kujua yupo kituo gani. Kwa hiyo yule anayekupigia simu, anayekuelekeza, muulize huyo ndugu yako anashikiwa kituo gani. Lakini kitu kingine cha msingi cha kuzingatia, kuna wakati mwingine ndugu yako anakuja kuchukuliwa nyumbani. Akija kuchukuliwa nyumbani pale, basi hakikisha wale ambao wanakuja kumchukua kama ni maskari wanaeleza wanampeleka kituo gani. Hii inakusaidia kwenda kufuatilia nini kinaendelea katika kile kituo. Kwa hiyo ikiwa mtu amekutaarifu huyo aliyekutaarifu, muulize vizuri, yupo kituo gani huyo ndugu yangu anashikiliwa. Ikiwa wamekuja kumchukua wanampeleka kituo cha polisi, basi ni vyema hau, hau waliokuja kumchukua, na ni haki lazimaaa ni haki. Right. lazima waeleze, lazima wa wanampeleka kituo gani. Haya, kitu kingine kinachofuata baada ya kushajua wanampeleka kituo gani, tunasema inaweza ikatokea wakati mwingine mtu ameshikiliwa kituo cha polisi, lakini hujui yuko kituo gani, na hii imekuwa imejitokeza mara kwa mara, hasa siku siku za hivi karibuni. Unasikia mtu ameshikiliwa na kituo cha polisi au amechukuliwa na maskari, lakini hujui yupo kituo gani. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, kama hujui ameshikiliwa kituo gani, hakuna namna ya kufanya isipokuwa ni kuzunguka kwenye vituo vyote vya polisi. Kwa bahati mbaya sana, sisi hapa Tanzania hatuna mfumo ambapo ukienda kituo chochote unaingiza jina la mtu alafu inakuonyesha huyu mtu yuko kituo gani. Sidhani kama tunao mfumo mpaka sasa hivi wa namna hiyo. Lakini baadhi ya nchi eh, ikiwa mtu hajulikani ameshikiwa kituo gani, unaweza ukaenda kituo chochote cha polisi ambacho karibu na wewe, wanaingiza jina lake kwenye mfumo, basi unaweza ukajua huyo mtu ameshikiliwa kituo gani. Lakini kwetu sisi kama mtu amechukuliwa, hujui yuko kituo gani, kazi yako ni moja tu, ni kwenda kwenda kuzunguka katika vituo kutafuta yupo kituo gani. Na kitu ambacho kukusaidia katika hilo ni kwamba unatakiwa uanze na kituo kilicho karibu na, na eneo la tukio ambalo limetokea, yani sehemu ambapo amekamatiwa, kituo kilicho karibu na hapo ndicho unachotakiwa kwanza kwenda kuuliza, na utakwenda unauliza kwa distansi hiyo hiyo, umbali huo huo kituo kilicho karibu kinachofuata kwa ukaribu mpaka e, utakapokuwa umepata aliko. Maanake ni kwamba kama mtaani kwako kuna kituo cha polisi na ameshikiliwa pale pale nyumbani mtaani, basi kituo cha kwanza cha kuuliza ni kile ambacho kiko katika mtaa wako. kama wale waliomchukua waje kwambie wanapeleka kituo gani, au umepata taarifa, lakini unajua kituo gani cha pili kinachofuata kama sio hicho kinachofuata baada ya hicho kinachofuata baada ya hicho mpaka cha wilaya mpaka cha mkoa mpaka utaweza kujua yuko kituo gani. Kwa hiyo hii ndio namna ambayo unaweza ukafanya. Sio vizuri kumwambia mtu kwamba azunguke kituo kwa kituo, kwenda anatafuta mtu, lakini hatuna mfumo mwingine wa kuweza kujua mtu yuko wapi kama watu wajasema wanampeleka wapi, na kama hujua ameshikiliwa kituo gani. Ni lazima uzunguke kituo kwa kituo na unaanza na kila ambacho kipo karibu. Sio kipo karibu na wewe unapoishi; kipo karibu na lile sehemu ambayo amemkamatia. Kwa mfano, we unaishi Kinondoni lakini mtu umemkamatia Mabwepande, lazima uanze na vituo vya Mabwepande vya karibu vya pale, utakwenda kinachofuata kwa ukaribu baada ya kile cha Mabwepande, kinachofuata mpaka uenda ukajua huyo mtu ameshikiliwa kituo gani. Haya, kitu kingine tunasema, ukishapata kituo aliko, ujue kakamatwa kwa kosa gani. Kimsingi ukishafika pale kituoni, ukajua yuko sehemu gani, lazima ujue kakamatwa kwa kosa gani. Wale waliomshikilia waulize, ndugu yangu yuko hapa, amekamatwa kwa kosa gani? Hiyo ni haki na ni vitu vya kawaida kabisa. Eh, usifike pale kuna watu wengine wakutaka vituo vya polisi wanazunguka zunguka na, na, natoka huko anaingilia waulize, amekamatwa kwa kosa gani. Lazima ujue kosa ambalo anatuhumiwa nalo, kwa sababu mda ule anaitwa ni mtuhumiwa, anatuhumiwa kwa kwa kosa gani. Amefikiriwa kwa kosa gani ni lazima ujue kitu cha msingi na kitu cha msingi sana kuliko vyote katika hili ambayo ni namba nne hapa tunasema kwamba hakikisha unajua mpelelezi wa kesi yake ni nani. Kila kesi ambayo amekamatiwa ndugu yako inakuwa na mpelelezi wake kwa hiyo ni swala la msingi sana kujua yu, chakwaza, wa gani, apili, mpelelezi wake nani. Kwa hiyo kitu cha kwanza utaulizwa ameshikiliwa kwa kosa gani, lakini la pili ulizia mpelelezi wake ni nani? Kwa sababu gani huyo mpelelezi ndiye mtu ambaye utashughulika naye katika muda wote ule ambao ndugu yako atakuwa ameshughulikiwa. Ameshikiliwa maeneo katika katika hicho kituo kitu cha polisi. Muda wote ambao atakuwa ameshikiliwa ndugu yako, muda wote utakuwa unashughulika na mpelelezi. Kwa hiyo lazima ujue mpelelezi. Kwa hiyo waulize pale, mpelelezi wa eh, kesi au kosa la ndugu yangu ni nani? Watakueleza huyo mpelelezi, utamtafuta na utaanza kushughulika nayo. Haya, kitu kingine cha kujua cha msingi, kosa lake linadhaminika. Eh? Lazima ujue kosa lake linadhaminika kwa sababu yapo makosa ambayo yanadhaminika na, na yapo makosa ambayo hayadhaminiki. Mtu ameshashikiliwa, kitu kinachofuata ni kujua je, kosa lake linadhaminika? Kosa lake lina dhamana, na hapo sasa, kwa sababu utakuwa umeshamjua mpelelezi wake, utatakiwa umuulize mpelelezi. Lakini haitoshi tu kumuuliza mpelelezi kwa sababu anaweza wakati mwingine mpelelezi akawa na jambo lake akakwambia kosa lake halidhaminiki. Ni pia ni muhimu sana kupata kama una namba ya mwanasheria ama wakili unaweza kuwapigia simu ukasema, ndugu yangu anashikiliwa kwa kosa fulani, je kosa lake linadhaminika? Ukaweza kujua kama kosa lake lina dhamana ama halina dhamana. Ehe, ukishajua kosa lake lina dhamana, namba sita, inahitajika nini ili kuweza kumpatia dhamana? Wewe umeshajua kwamba kosa lake lina dhamana, umeambiwa lezi, umeambiwa na mpelelezi, au umeambiwa na mtu mwingine yote, lakini kimsingi ni kwamba umeshajua kwamba kosa lake lina dhamana. Je, swali linalofuata ni kitu gani kinahitajika ili aweze kudhamini, kwa sababu mtu akishashikiliwa, hakuna kingine kinachofuata, ni mambo mawili tu, ni jambo moja kati ya mawili au matatu, ni jambo ni, jambo moja kati ya matatu, ni either anaachiwa kwa dhamana, ama anaachiwa huru bila dhamana, ama anafikishwa mahakamani. Mambo matatu tu mtu akishashikiliwa kituo cha polisi. Hata wewe hapo ulipo kesho ukashikiliwa, ni mambo matatu yanatakiwa kutokea. Kwanza uachiliwe kwa dhamana, kama hauachiliwi kwa dhamana, uachiliwe huru kwamba huna ishu yoyote. Nenda namba tatu, ni unafikishwa mahakamani. Ni hayo mambo matatu yanatakiwa yote. Sasa umeshajua hapa kwamba kosa lake inadhaminika, kinachofata ni kitu gani kinahitajika ili iweze mtu aweze kudhaminika. Unaweza ukamuuliza mpelelezi, kwamba kosa lake inadhaminika. Labda anikuambia mpelelezi au nipata taarifa kwamba kosa lake inadhaminika, sasa nifanye nini ili huyu mtu wangu aweze aweze kupata dhamana. Na tumeweka tumeweka zingatio hapa, zingatia kwamba mdhamini kwa mdhami sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Hii imekuwa sana kwenye vituo vya polisi, mtu anaambiwa alete mfanyakazi wa serikali. Na hii inawaambia, askari ni wenzetu, askari, nyinyi mnafanya kazi nzuri yes, lakini kuna vitu vingine mnakosea sana. Kulazimisha kwamba mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali, halipo katika sheria. Ukisoma sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai na sheria zote ambazo zinahusiana na na masuala ya dhamana, hakuna popote ambapo inasema kwamba mdhamini wa mtu lazima mfanyakazi wa serikali. Hii inawafanya watu, unakuta mtu yuko mtaani anahangaika anamtafuta mwalimu. Wanalipa hela watu, wanamlipa mtu hela ili aje kumdhaminia mtu kwa sababu tu ni mwalimu, labda ana kitambulisho cha mfanyakazi wa serikali. Hakuna sheria yoyote katika sheria ambayo inasema mfanyakazi mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali. Ni katika mazingira tu ya kutengeneza ili kuweza kuwa na mtu wa dhamana. Kwa hiyo ni kitu cha kuzingatia kwamba mdhamini sio lazima mfanyakazi wa serikali. Kitu cha pili ambacho ni cha kuzingatia katika jambo hili ni kwamba mtumiwa pia naye anaweza kujidhamini, ili jambo lipo kisheria, sheria ikataze mtu mwenyewe kujidhamini. Huyo yule aliyekamatwa anaweza kujidhamini, sheria inaruhusu. So la msingi ni kwamba wale wanaodhamini wajihakikishe kwamba, kama ilivyo msingi wa dhamana, kwa sababu msingi wa dhamana ni kwamba tukikuhitaji tutakupata. Hata huyo anayekudhamini tafsiri yake ni kwamba tukikuhitaji tutakupata, ndio maana ya dhamana. Sasa kama mtu mwenyewe mnaweza mkamhitaji mkampata, kuna uwezekano, makazi yake yanajulikana, kazi yake inajulikana, ni mtu ambaye hawezi hawezi kukimbia, basi pia anaweza akajidhamini. Kwa hiyo pia ni jambo jingine la kuzingatia. Kwa hiyo hapa hoja kubwa io, wanasema kwamba wakuambii ni kitu gani kinahitajika ili kuweza kumdhamini huyo ni ndugu yako, kwa sababu tunaona kwamba hapa umeshajua, eh, umeshajua kwamba eh, kosa kosa la ndugu yangu linadhaminika, sasa ni vitu gani ambavyo vinahitajika ili aweze kudhaminika. Wakueleze ni vitu gani ambavyo vinahitajika ni ndugu yako aweze kudhaminika. Haya, kama lina dhamana kosa, kama kosa lina dhamana mahakamani basi anatakiwa afikishwe mahakamani ndani ya masaa ishirini na manne au haraka sana iwezekanavyo kabla ya masaa ishirini na manne. Yes, tunasema kwamba kama kosa lake lina dhamana, labda ameshikiliwa kwa kosa ambalo lina dhamana, basi hakuna haja ya kukaa naye, manake anatakiwa afikishwe mahakamani mara moja. Polisi ni sehemu ya mtu kupita, sio sehemu ya mtu kukaa. Polisi is not a place to stay, sio sehemu ya mtu kukaa, mtumiwa kukaa, ni sehemu ya mtu kupita. Yani, mfano wa polisi ni sawasawa na mtu anatokea Dar es Salaam anakwenda Morogoro pale Chalinze ni sehemu ambayo mtu anapita tu akiwa anatokea Dar es Salaam anaenda Morogoro. Kwa hiyo polisi inapenya hivyo hivyo, anashikiliwa anapita tu kwenda mahakamani, basi sio sehemu ya kukaa. Kwa hiyo kama kosa lake linadhaminika apate dhamana, kama alidhaminiki basi anatakiwa afikishwe mahakamani. Haya ndiyo maneno ambayo yanasemwa katika kifungu cha thelathini na tatu pamoja na kifungu cha thelathini na moja cha kanuni cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya ishirini kinaeleza jambo kama hilo, kwamba huyo mtu afikishwe mahakamani tu haraka sana haraka sana iwezekanavyo. Nadhani sheria tunayo, tunataka tukakiona hicho kipengele kidogo kinachosema kwamba kinatakiwa mtu afikishwe haraka sana. Yes, katika kituo cha polisi. Sheria hii hapa, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kifungu cha thelathini na moja kinatuambia jambo kama hili, unaweza ukakiona kiko hapa. yes. Kinasema hivi A police officer making an arrest without a warrant shall without unnecessary delay and subject to the provision herein contained as to bail, take or send the person arrested before court having jurisdiction in the area of the police station. neno langu zuri hapa nao itaka ni hili hapa. Kinasema kwamba a police officer making an arrest without warrant shall without unnecessary delay. Yani inatakiwa bila kuchelewa. Eh? bila kuchelewa huyu mtu awe amefikishwa mahakamani. Na tafsiri mbalimbali ya bila kuchelewa imekuja kwamba ni ndani ya masaa ishirini na nne yule mtu anatakiwa awe amefikishwa mahakamani au aachiwe kwa dhamana, au aachiwe. Huu sasa, kuna kitu kingine hapa nataka nikueleze ili ukijue mara nyingi sana kwenye vituo vya polisi, watu wengi wamekuwa watu kinyume na dhamana kwa makosa ambayo yana dhamana. Sasa unatakiwa ujue kwamba ndugu yako amefikishwa kituo cha polisi, ni makosa gani yana dhamana na ni makosa gani hayana dhamana. Sasa nataka nikueleze leo makosa ambayo yana dhamana. ikiwa ndugu yako hajatenda kati ya makosa nitakayoyataja hapa, huyo anastahili dhamana. Ikiwa ndugu yako hajatenda moja kati ya makosa nitakayoyataja hapa, huyo anatakiwa apate dhamana. Makosa hayo ni kosa la mauaji. kama hajatenda kosa la mauaji, anatakiwa apate dhamana kama hajafanya wizi wa kutumia silaha amdi roban, anatakiwa apate dhamana kama hajafanya makosa ya utakatishaji fedha anatakiwa apate dhamana. Kama hajatenda kosa ya, ma, ya, ma, ya kusafirishaji madawa ya kulevya anatakiwa apate dhamana. Kama hajatenda makosa ya uhaini anatakiwa apate dhamana. Kama hajatenda makosa ya ujumuchumi anatakiwa apate dhamana. Actually, makosa haya pia yameelezwa katika maombi namba ishirini na tisa mwaka elfu mbili na kumi na tisa kati ya Dikson Paulo Sanga dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kesi hii tunayo hapa, inaweza ikatuelezea makosa ambayo ukiona ndugu yako e, eh, hajatenda kosa lolote kati ya haya basi ujue kwamba huyo ndugu yako anastahili dhamana. Kesi hii hapa, nadhani yes, tunayo tunayo tunayo, kesi ipo kwenye maktaba yetu, imeeleza. Iko wapi? Hapa twende haraka, muda wetu nao unatukimbia, kuna vitu vingi sana vya kueleza. Iko wapi? Iko wapi? Iko wapi? Itakuwa hapa. Yes, hii hapa. Kesi hii imeeleza baadhi ya makosa ambayo eh, hayana dhamana. Kosa la kwanza mahakama imesema mada nishlitaja, kosa la mauaji treason ni uhaini eh, armed robbery ni, ni kosa la wizi wa kutumia silaha Defilement, makosa ya unajisi eh, alafu kuna makosa illicit trafficking of drugs kusafirishaji haramu wa madawa ya kulevya eh, kosa mengine ambayo imetaja, ugaidi chini ya sheria ya ugaidi ya mwaka 2002. Alafu kesi imetaja money laundering contrary to anti money laundering, uh, na nile swala utakatishaji wa fedha kinyume na sheria ya utakatishaji wa fedha. Kosa jingine imelitaja kesi hii ya yeah, trafficking person, usafirishaji haramu wa binadamu chini ya sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Alafu imetaja kosa jingine yes. Kwa ufupi imetaja makosa, kwa hiyo ikiwa ndugu yako yuko kituo cha polisi na hajatenda kosa kati ya makosa niliyokutajia hapa, huyu anastahili dhamana, na akinyimwa dhamana, basi ni haki yako kupigania hiyo dhamana mpaka ikaweza kupatikana, kwa sababu ametenda makosa kati ya makosa ambayo yanastahili dhamana. Makosa yenyewe umeyaona, tumesema makosa ya mauaji, tumesema makosa ya utakatishaji fedha, tumesema makosa ya ugaidi, tumesema makosa ya wizi wa kutumia silaha, tumesema makosa ya unajisi makosa kama hajatenda kati ya makosa hayo na baadhi mengine machache, basi ujue kwamba huyo mtu anastahili dhamana na utakiwi kumnyima dhamana. Sasa tuende haraka, kuna kitu kingine cha msingi sana hapa cha kuweza kutizama: ikiwa mpelelezi hatoi ushirikiano, inakuwaje? Hii inatokea mara nyingi sana kwamba mpelelezi wa kesi yako umeshamjua ni fulani, lakini hakupi ushirikiano, hatoi maelezo vizuri, hataki kumwachia mtu kwa dhamana, hataki kumpeleka mahakamani, ukimwambia hili anatokea huku, ukimwambia hili anatokea wakati mwingine anakutolea hata lugha za ajabu ambazo hazifai, na ndugu yako ameshikiliwa pale kituo cha polisi, anahitaji apate haki zake, kati ya haki tatu alizonazo za afikishwe mahakamani, aachiwe huru au sio kwa dhamana, hakuna chochote kinachofanyika, na uelewi, mpelelezi akupi ushirikiano, ni kitu gani unaweza ukakifanya? Kitu cha kwanza, unaweza ukamwona mkuu wa kituo. Kila kituo kina mkuu wake. Yule mpelelezi anakuwa sio mkuu wa kituo eh. Kwa hiyo pale unaweza ukamtafuta mkuu wa kituo ukaomba kuonana na mkuu wa kituo. Utamjuaje? Unaomba tu pale, unaweza ukamtafuta askari yeyote au mtu mwingine yuko pale, unauliza mkuu wa kituo ni nani, wakaweza kukuonyesha, na unaweza ukamfikishia swala lako kwamba mtu atoe ushirikiano. Cha pili, eh, ni mkuu wa upelelezi wa wilaya eh. Unaweza ukauliza pale mkuu wa upelelezi wa wilaya ni nani, ukamtafuta ili ukaweza kumweleza swali lako. Mtu wa tatu ni mkuu wa upelelezi wa mkoa, unaweza kumtafuta pia kuweza kumweleza swali lako. Mtu wa nne unaweza kumtafuta ni mkuu wa upelelezi taifa DCI, pia naye kama unaweza kumpata unaweza ukampata. Lakini kabla hujaenda kwa DCI, kuna watu muhimu sana ambao wanasaidia katika haya mambo. Ndugu yako ameshikia kituo cha polisi, hakuna dhamana yote inafanyika, mpelelezi hakupi ushirikiano, hakuna chochote kinachofanyika kuna hawa watu wakuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa. Anza na mkuu wa wilaya, mimi nina ushahidi kabisa wanasaidia sana hao wakuu wa wilaya. Ukimfuata kwenye ofisi za wilaya ukaenda kumweleza mheshimiwa mkuu wa wilaya, fanya appointment, nataka kuona mkuu wa wilaya, ndugu yangu ameshikilia kitu fulani cha polisi, mpelelezi wake ni fulani, hakuna chochote kinachofanyika, kosa lake ni kadhaa, natakiwa pate dhamana, hajapata dhamana. Amekaa kituoni siku mbili sasa hivi au siku moja au siku tatu au siku tano, hamna chochote kinachofanyika, nenda ofisi ya mkuu wa wilaya. Hii unaweza kumwendea hata kabla hujaenda kwa mkuu wa upelelezi wa mkoa au mkuu wa upelelezi E, taifa kwa maana ya DCI. Huko wilaya wanasaidia sana, na wale kimsingi, wale sisi ndo wanaotuhudumia sisi, wale wakuu wa wilaya, kwa sababu sisi tunamteua rais, alafu rais anateua wao, maana yake sisi ndio tumewapa ile kazi. Kwa hiyo ukiwaendea wale ni watu wazuri, na mimi na ushahidi mzuri kabisa pale ambapo unaenda kwenye ofisi za wilaya ukamweleza mkuu wa wilaya ndugu yako ameshikiliwa, hataki kuachia dhamana, watu wanamzungusha, hawamfikishi mahakamani, basi mkuu wa wilaya ukimfikia ofisini kwako, ukamweleza anaweza kusaidia. Mtu mwingine pia ni mkuu mkoa. Mkuu mkoa pia nami nina ushahidi hawa nao pia ni watu wazuri sana, wanasaidia. Ikifika pale ukamweleza mkuu mkoa kosa la ndugu yako, kituo alichopo, eh, aidha achiwe kwa dhamana au kama kosa lake halina dhamana, basi afikishwe mahakamani. Nimesema kwamba kituo cha polisi ni sehemu ya kupita. Kama unatoka Dar unaenda Morogoro, pale Chalinze ni sehemu ya kupita. Kwa hiyo hata vituo vya polisi ni sehemu ya kupita, apitishwe aende mahakamani au apitishwe achiwe huru au apitishwe apite pale achiwe kwa dhamana. Kwa hiyo hata wakuu wa wilaya au wakuu wa mkoa wanaweza kukusaidia. Lakini pia waziri wa mambo ya ndani anaweza kukusaidia. IGP pia kama una access naye, unaweza kufuatilia. Lakini nasisitiza zaidi kwa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, kwa sababu ni watu ambao na wakuu vituo kuwaona, kueleza kwamba mpelelezi haonyeshi ushirikiano. Kitu kingine ambacho nitakuzingatia ni kwamba kwenye vituo vya polisi vyote sasa hivi ukienda ukiwa unaingia tu pale kwenye kaunta, kuna namba pale kuna vibao vimewekwa pale, kuna namba zimewekwa pale za viongozi mbalimbali. Ile ni kwa ajili yako sijui ni ajipiga gani. Nakumbuka kipindi cha nyuma ndialeta ule mfumo kwamba vituo vyote vya polisi viwe na namba za viongozi. Ukifika pale, mara nyingi vituo vikubwa vyote vya polisi kwenye kaunta pale pembeni pale, ukiangazangaza, unaweza ukaona kuna vibao vimewekwa kabisa vina namba za wakubwa. Kile unaweza ukakipiga picha ukapata namba zao au ukarekodi kawaida namba zao. Unampigia mkubwa, anatoa ushirikiano mzuri tu, hata kama ni usiku. Mimi nishai kumpigia nadhani sijui alikuwa alimpokea pereza kwa wilaya usiku kama saa nane ya usiku, na akanipa ushirikiano mzuri. Hawalali hata kulala. Kwa hiyo chukua namba pale, mpigie mmoja wapo uweze kusema ndugu yangu ameshikiliwa hapa na hawa watu hawaonyeshi ushirikiano. Ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Sasa kuna kitu kingine cha msingi sana ambacho nataka nikueleze katika mada kama hii. Kuna vitu ambavyo unatakiwa ukipigiwa simu tu kwamba ndugu yako kituo cha polisi, vitu gani ambavyo unatakiwa uvibebe? Yani sawa sawa na mtu amekupigia simu amekuambia ndugu yako yupo yuko hospitali Mtu akakupigia kitu cha kwanza cha kuandaa ni hela, kama una lazima utoke na hela. Kwa hiyo ukipigiwa simu kwamba ndugu yako yuko kituo cha polisi, kuna vitu vya kujiandaa navyo, na hivi vitu huwa mjiandae navyo na mara nyingi huwa vinaleta shida. Kitu cha kwanza kabisa ni kitambulisho cha NIDA au leseni au kitambulisho cha kazi. Ukishapigiwa tu kwamba ndugu yako yuko polisi na unataka kwenda pale, usiende bila kitambulisho. Kitu cha kwanza, angalia kushoto na kulia, tafuta kitambulisho chako, kiweke mfukoni. Kitu cha pili hakikisha unamtafuta mwenzako, mnakuwa wawili. Kama ni ndugu mnakuwa wawili na yeye mwenzako, mwambie na yeye awe na kitambulisho. Mkishakuwa wawili, kitu cha tatu, nenda serikali za mitaa, kaombe barua za dhamana. Ukishapigiwa simu kama hapo, iyo, chako, ndugu yako yuko polisi, kinachofuata ni dhamana, hapo hamna kingine. Kwa hiyo chukua kitambulisho chako, mtafute ndugu yako, muwe wawili, alafu mwende serikali za mitaa Mkachukue barua za udhamini. Sio unaitwa ndugu yako ameshikiliwa kituo cha polisi, unakwenda tu kama vile unaenda disko. Unaenda kufanya nini? Yule ameshashikiliwa tayari pale, hakuna kingine kinachofuata pale. Kinachofuata ni dhamana au achiwe huru, lakini bora ukaenda umejiandaa kwa dhamana, ili ukifika pale iweze kusaidika. Na hivi vitu ndio vinafanya ukute baadhi ya ndugu zenu wanalala sana kwenye vituo vya polisi. Kwa sababu unakuta umepigiwa simu, uko Chanika, ndugu yako ameshikiliwa kituo cha polisi cha Kinondoni. Unatoka kule huna barua ya dhamana, unakuja mtafuta mwenzako ili muwe wawili mje kumdhamini, at least wanaotakiwa huna kitambulisho unatoka Chanika mpaka Kinondoni na mikono yako mitupu. Unafika pale, unakwambia ndugu yako anahitaji dhamana. Unataka tena safari ya kutoka Kinondoni kwenda Chanika kumtafuta mwenzako wa pili kutafuta barua ya utambulisho ya serikali za mitaa ya dhamana kutafuta kitambulisho, wakati vitu ungekuja navyo ile swala ungeweza kumaliza hapa hapa. Unajikuta ndugu yako anaweza kulala ndani wakati asingeweza kulala ndani. Au mtu mwingine yuko Bunju huko, anapiga simu ndugu yako yuko Central, unatoka Bunju huko, huna kitambulisho, huna barua ya dhamana, hujamchukua mwenzako mmoja wawili unakwenda tu hivi hivi. Kwa hiyo nakusihi ndugu yako ukipigiwa simu kwa polisi, Polisi si hotelini kwamba unakwenda na wewe mikono mitupu. Unakwenda umejiandaa. Ukikuta vitajiki basi ni bora uende navyo ukute vitajiki kuliko uende ukute vinahitajika alafu wewe uno uanze tena kurudi kule. Andaa vitambulisho vyako, kitambulisho cha NIDA au leseni. Andaa, mtafute mwanzo wa kumua wili kwa sababu mara nyingi dhamana unahitaji watu wawili. Chukweni barua za utambulisho serikali za mitaa za zamana. Serikali za mitaa wanajua namna kuziandika Nendeni kule mnakoelekea. Mkikuta vitajiki basi mtakaa navyo. Hakuna hasara yote. Kuliko mkwenda pale mikono mitupu alafu kute unaweza kana kituo. Wakati mwingine mnawalaumu polisi kwamba wamechelewesha dhamana zenu, lakini kumbe nyinyi wenyewe ndo mmechelewesha arrangement, umechelewesha mipangilio. Ungekuwa umejipanga vizuri, umeenda na barua zako, mko wawili mko tayari, huyo mtu kumbe mlikuwa mnaondoka naye, mnaojikuta ndugu yako anaweza kulala kituo cha polisi. Kwa hiyo, chikitu kizingatia sana na nakisisitiza sana. Sasa kwa kitu kingine haraka haraka, ikiwa kuna watu wengine wamekaa vituo vya polisi muda mrefu na hawajafanyiwa dhamana, ikiwa ndugu yako amekaa muda mrefu na hajafanyiwa dhamana na kosa lake linahitaji dhamana, lakini ama, hata kama alihitaji dhamana anatakiwa afikishwa mahakamani. Nisha kuambia polisi ni sehemu ya kupita tu, hajafikishwa mahakamani na wala hajapatiwa dhamana, yuko ko kituoni wiki nzima, wiki mbili, siku tatu, siku nne kitu cha kufanya, kuna haya maombi yanaitwa maombi ya habeas corpus. Maombi ya habeas corpus unaweza kwatafuta wanasheria, unaenda mahakamani, unafungua yule mtu aweze kufikishwa mahakamani. Ipo kesi nzuri hapa, ni maombi namba 132 ya mwaka 2023 kati ya Zakaria Anthony Kapama dhidi ya eh, OCD wa kituo cha Ustabei, RPC eh, wa Kinondoni pamoja na IGP pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Au wote ndio wanatakiwa kushtakiwa au wanashtakiwa, mtu ameshikiliwa hajapewa dhamana na wala hajafikishwa eh, hajafikishwa mahakamani. Kwa hiyo wanashtakiwa hawa, na huyu mtu anaweza akafikishwa mahakamani mara moja au akapewa dhamana. Kwa hiyo wale watu ambao ndugu zao wamekaa vituoni muda mrefu sana hawana msaada wowote, basi hakikisha kwamba mnaenda mahakamani kwenda kufungua haya maombi, wengi kila yanaitwa habeas corpus ambayo yatakusaidia huyo ndugu yako aidha afikishwe mahakamani au aachiwe kwa dhamana kuliko kuendelea kukaa kituo cha polisi. Kwa hiyo hichi ni kitu kingine muhimu sana. Kesi hii imeelezea jambo hili na, na namna inavyofanyika imeeleza haya. Tulikuwa tulikuwa tunaongelea nini nini leo haraka sana, tulikuwa tunasema kwamba nini ufanye kwa haraka ikiwa ndugu yako anashikiliwa kituo cha polisi, kwamba hapa ulipo umepigiwa simu, ndugu yako ameshikiliwa kituo cha polisi, ni vitu gani ufanye Umekaa hapo sibuleni, hapo hapo ulipo, unaponitazama, simu imeingia, ndugu yako ameshikiliwa kituo cha polisi. Nini ufanye? Tumeeleza mambo mengi, vitu vya kufanya, lakini mimi nataka nikukumbushe kwenye vitu vitatu vya kufanya vya muhimu sana. Ukishapata simu ndugu yako kituo cha polisi na umeshajua yuko kitu gani cha polisi, kitu cha kwanza kabisa, hakikisha unatafuta kitambulisho chako uwe nacho, iwe ni NIDA, iwe ni leseni au kitambulisho chochote kile. Chapili tafuta muo wawili, kwa sababu mara nyingi mnapokwenda vitu vya polisi kwenye dhamana unahitaji watu kuanzia wawili. Tafuta mwenzao muo mwe wawili. Cha tatu nendeni serikali za mitaa kachukue ni barua za dhamana, alafu nenda kulala kwa sio. Unapigiwa mtu yuko polisi, unatoka tu kama ulivu, kama vile unaenda hotelini. Hata hata hotelini pia huendi hivi hivi, sio? Unatokaga na hela. Ukienda hotelini, eh, unasoka tu nikomo mtupu. Hakikisha hizo vitu vitatu unaziandaa. Hakisha mmekoa wawili Hakikisha nyote mna vitambulisho, hakikisha mmeenda serikali za mitaa mmechukua barua za zamana. Hapo sasa ndo unaenda kituo cha polisi. Ukikuta vitajiki, basi hakuna shida, huna sara uliopata kuliko umetoka mbali, umeenda kituo cha polisi, ukuta vinahitajika, unalazimika, unamkuta mwenzako anaweza akalala ndani. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kuzingatia ambavyo, eh, nilikuwa najaribu kukueleza eh, kupitia kipindi chetu kwa kile msomi okay. Mada hii pia nita, tutaiweka kwenye ukurasa wangu huu wa TikTok pamoja na Instagram. Kwa hiyo kazi yako ni moja tu, nenda kwenye TikTok, nenda kwenye Instagram follow. Ukifollow pale, tafsiri yake ni kwamba tunapokuwa tunaposti video unakuwa unapata, na hii mada tukishaichakata, basi tutakuja kuiweka pale uweze kuona nini. Nenda TikTok, nenda Instagram, andika Advocate Bashiri Yakub utaweza naata mada. Lakini pia hapo utapata mada nyingine nzuri, tunajadili masuala ya ardhi hapa, tunajadili masuala ya ndoa yapo hapa, tunajadili masuala ya mikataba, tunajadili masuala ya makampuni, tunajadili masuala ya mirathi.